Nimekuja hapa, jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana, kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki ile haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia, wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii, baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha. Kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtoa huduma mpya, ambaye hivi ninavyozungumza, muda huu mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza, kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala, na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili, kabla hata wiki ile haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache kufanya kazi kwenye barabara hii kabla hizo basi mpya zijaja. kwa nini i njia ya hii ya Morogoro Road usingetoa dada za kawaida zikawa zinapita kiwa tunasubidi usafiri mpya mwendokasi alangu ni hilo very good. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Mnisikiliza tu... kidogo, barabara hii ni barabara mwendokasi utaratibu wa mabasi huko tofauti. Mkiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu, zipo upande huu. Tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa Watanzania, na ndio maana nimewaambia, nimewapa taarifa kwamba ile njia ya Mbagala tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika, mabasi mia moja na hamsini na moja. Na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya mia mbili yanakuja na hayaletu tena, na watu wanaotoa huduma muda huu tumechukua kampuni nyingine tofauti ili iweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa, ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. Tukipata changamoto na tukawaambia, ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo. Ninyi mkiwa na hasira hatujengi nchi moja